Karibu katika mada ya leo, tunaangalia tofauti kati ya malaria na typhoid. Malaria na typhoid, yaani homa ya matumbo, ni magonjwa mawili yanayosumbua sana watu wengi hasa maeneo ya tropiki kama Tanzania. Mara nyingi watu huchanganya kwa sababu yote mawili yanaweza kuleta homa kali. Lakini kiasili ni magonjwa tofauti kabisa kwa chanzo, dalili, vipimo na matibabu. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, tafadhali hakikisha una subscribe ili uwe unapata mada zetu mara kwa mara. Utakuwa nami Daktari Leni Komba nikikuletea tofauti hii ya malaria na typhoid. Hebu tuone kuangalia tofauti hii kwa kuangalia chanzo cha magonjwa. Malaria husababishwa na vimelea vya Plasmodium vinavyoweza vinavyoenezwa na mbu aina ya Anopheles. Wakati huo typhoid husababishwa na bakteria wa Salmonella typhi wanaoenezwa kwa kulwa, kwa kula au kunywa chakula au maji machafu. Dalili za malaria na dalili za typhoid Tuanze na dalili za malaria. Malaria mtu hupata homa inayotetemesha kutetemeka, kichefuchefu, kutapika, maumivu ya kichwa na udhaifu wa mwili, na homa hii hupanda kadi ya siku ambavyo zinazidi kwenda. Katika typhoid, mgonjwa hupata homa ya muda mrefu, maumivu ya tumbo, kuarisha au kufunga choo, maumivu ya viungo na wakati mwingine hupata vidonda kooni. Lakini pia katika vipimo, malaria tunatumia kipimo cha MRDT, yani malaria rapid diagnostic test. Ni kipimo cha haraka ambacho hiki hutusaidia kutambua quality yani ubora, kama malaria ipo au haipo. Lakini kipimo hiki hakitaonyesha idadi ya vimelea kwa kutumia idadi ya vimelea. Lakini kuna kipimo cha hadubini yani microscope, hiki ni kipimo ambacho hutusaidia kutuonyesha quantity, yani ukubwa wa tatizo yani hapa ndipo tunaweza kuona idadi ya vimelea. Ndiyo maana ukienda kwenye baadhi ya hospitali utaambiwa, bwana, una wadudu kiasi fulani, wadudu watatu, wanne, watano na kuendelea. Hii ni kutokana na idadi ya vimelea, vimelea vilivyoonekana kupitia hadubini. Katika mada zinazokuja, tutaangalia kwa undani hiki kipimo cha hadubini ambacho ndicho mara nyingi huwa kinatumika hasa katika maabara zetu na kimekuwa kikileta maswali mengi sana kwa watu. Je, na nini maana ya wadudu wawili wa malaria? Lakini katika typhoid tunatumia kipimo cha widal test, ambapo ni typhoid rapid test au blood culture, yaani kufanywa utamaduni, kuangalia utamaduni wa damu na kuangalia idadi ya bakteria na aina ya bakteria ambayo wapo kwenye damu a kwenye matibabu, dawa za malaria kuna zipo katika mwongozo wa matibabu wa Tanzania, ambapo kutegemeana na aina ya malaria, kuna malaria ya kawaida ambapo ni- uncomplicated malaria na kuna complicated malaria na huanza na dawa za kumeza ambapo mwongozo wa matibabu Tanzania huwa wanaanza na artemether lumefantrine, yani AL, na dozi ni kutokana na jinsi ambavyo utapewa na daktari. Lakini katika typhoid kuna dawa ni antibiotic, na hizi pia zipo katika level ya typhoid. kuna level ya chini kazi za kuendelea hii pia ipo katika mwongozo wa matibabu. Hidia katika tofauti za msingi, malaria husababishwa na vimelea vya plasmodium kupitia mbu, lakini typhoid husababishwa na bakteria wa salmonella typhi kupitia chakula na maji machafu. Lakini vipimo, dalili na matibabu ya magonjwa haya ni tofauti, kwani yanaambukizwa pia kwa njia tofauti. Ushauri muhimu: Sio kila homa ni malaria au typhoid. Hakikisha unapima kwa vipimo sahihi kabla ya kuanza kutumia dawa. Epuka kutumia dawa bila uthibitisho wa kitaalamu. Muone mtaalamu wa afya kwa uchunguzi wa kitaalamu mara kwa mara. Ulikuwa nami Daktari Lenikomba, tukutane katika mada ijayo. Tafadhali usahau subscribe, ulike na kushare mazui hayo kwa marafiki Unaweza kutwambia galili hipi ambayo wewe ulikuwa unaifahamu?